Uh, ukipima rate of performance ya uh, namba 9 ndani ya club Young Africans kile ambacho wao wamekifanya, mm, haikupi uh, matokeo ambayo ni mazuri kwa upande wa Dube pamoja na Ande Boyel, ambaye Ande Boyel, mimi kuanzia siku ya kwanza tu nimemwona amecheza na wale, ilikuwa ni Royal Sport mm, nilimkataa kabisa na siku sikuwahi kumkubali kama namba 9 ambaye ni hatari oh, uh, katika oh, eneo hilo yes, hiyo nilizungumza. Ndio maana ndio maana pia hata jana nilibaki na nikimwangalia Prince Dube mm, na uh, ubora wake ambao alikuwa nao ndani ya club ya Azam na hata pia msimu jana magoli ambao alifunga takribani kumi na tatu ya ligi kuu soka Tanzania bara, na hizi changamoto za hapa na pale katika msimu huu hapa ambao ameanza nazo za kukosa kosa magoli na na na hichi ambazo tunazikizungumzia kwa Clement Mzize kuto kuwepo kiwanjani uh, kwa takribani miezi miwili. Uh, ndomaana nikaa nasema pengine mwalimu uh, mpya huyu wa klabu Young Africans huenda kuna vitu ambavyo akamuingizia Dube tukamwona anarudi. Mimi siwezi kumkatia tamaa mchezaji kama Dube ambaye nafahamu kabisa ubora wake uh, jinsi ambavyo ulivyokuwa kabla ya kuja kujiunga na klabu Young Africans, na hata pia msimu um, jana akimaliza akiwa na magori 13 ambayo mengi aliyafunga katika duru la pili uh, la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Yes. Hmm. Ana mwanzo mzuri mpaka sasa katika mashindano ya kimataifa uh, katika ligi ya ndani ni mchezaji ambaye amekuwa akilaumiwa sana uh, kosa kosa za hapa na pale zimekuwa nyingi sana lakini, bado Dube, mimi namhesabu ya kwamba ni mchezaji ambaye ni mzuri na mwalimu uh, Pedro amwamini tu uh, kwa sababu ukiangalia katika kipindi hiki hapa tunasema yes, tunasubiri dirisha dogo la usajili, labda pengine Young Africans wa, wa, watu wanasema pengine waongeze mshambuliaji mwingine, lakini kwangu mimi mwalimu aendelee kumwamini zaidi. Hey, Prince Dube naamini kuna kitu ambacho atakifanya, so mchezaji ambaye ni mbaya mm -hmm. siwezi kumkatia tamaa siku zote mimi Prince Dube mm -hmm. kutokana na fomu yake ambayo tayari asha uh, nioneshea uh ambayo haikuwa ya kubahatisha katika misimu ambayo anatumikia ndani anatumikia uh, klabu ya Azam mm -hmm. na hata pia msimu jana uh, raundi ya pili uh, ambapo alifufuka ndani ya klabu ya Africans. Kwa hiyo siwezi kumkatia tamaa Dube, naamini atarudi na atafanya vizuri. Ni mchezaji ambaye kwangu mimi aaminiwe, tukijiji sasa hivi kipindi ambacho mziza yupo, lakini ande bohel. Ha, mimi hapo ndo na kuweka kumbukumbu saa kwenye michezo ambayo Yanga amecheza yeah. Safu ya ushambuliaji ya Yanga Goli moja. Yeah. Na yeah. Kimo hapa amezungumza kwamba aisha mkatabo hapa apo ni shadogo, inabidi watu waende sokoni wamwaminijamwamini aoaaa kitu ambacho mimi nakikubali kwa Yanga ni kwamba wanamwamini. Subiri kwanza Kimwaga, hebu tuweke sawa. <laughs> Hawajamwamini Prince Dube hawa Yanga? ah, ah, Yanga namwamini, ila kuna watu wanasema wa <laughs> <laughs> ah, ah, na watu hawataki kumwamini Dube. Kinachohitajika Yanga, e, e, wamwamini Dube. Nawakuuliza kwa sababu Yanga ma maneno yamekuwa mengi, kwa sababu dube dube Dube. Kwa hiyo Yanga ni mchezaji ambaye kwangu mimi e. Aa, nafasi, nafasi sawa. <laughs> <laughs> Uh -huh. <laughs> Mi ni Yanga okay, nimekubali e. Saa mimi ni Yanga lakini huyo Dube utamteteaje msimu jana kwenye hatua ya makundi mm. Amefunga goli moja afu uanze kumtetea Binafsi, hata atoa makundi unatoka na goli moja na... so, ligi sawa. Kimataifa kimataifa Dube tunamtem kama mchezaji mkubwa, mkubwa ngapi ndani Msimu jana alikuwa na assist nane na kufunga na magoli na kumi na tatu mpaka hapo mm, ta, ta, am, amechangia magoli mangapi kwa, kwa, kwa, eh, kwa sasa, nini? Yes ejiama angalia amemtafuta Dube lakini, bado lazima uwe na wachezaji wengi ah, katika eneo moja sababu kama hivyo tayari mzizi kaumia.